Bwana Yesu asifiwe. Uh, siku ya leo ni mkaribishe katika mwendelezo wa vipindi vyetu ambavyo tunaelekea kufunga mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Usipange kukosa. Tunayo mada inayosema ahadi za Mungu, ahadi za Mungu na maombi. Tutaendelea kudai ahadi za Mungu huku pia tukizidi kuomba. Tutaendelea kudai kwa design ipi? Tutajifunza kwamba kuna ahadi ngapi ambazo Mungu ameniahidi mimi Una ahadi ngapi ambazo wewe mungu amekuahidi? Sikiliza mtu wa Mungu, zipo ahadi nyingi sana ambazo binadamu ameahidiwa katika maandiko matakatifu, ukitoa ahadi ambazo huwa tunaahidiwa kama binadamu na wanadamu wenzetu. Zipo ahadi za Mungu ambazo mimi na wewe umeahidiwa, ni zaidi ya ahadi elfu tatu na kuendelea, ndizo ahadi ambazo tumeahidiwa, elfu tatu na mia sita na kuendelea, ndiyo ahadi nyingi sana ambazo mimi Biblia imeniahidi, wewe Biblia imekuahidi. Tunaelewa kwenye Biblia ndipo ambapo sauti ya Mungu inazungumza. So kwamba binadamu amekuahidi, ni Mungu mwenyewe ndiye aliyekuahidi, kwamba mimi nitakuwa pamoja nawe hadi ukamilifu wa dahari. Zipo ahadi nyingi, leo tu nitatambulisha kwamba ahadi za uponyaji zipo, ahadi za kupatiwa mahitaji ya kila siku zipo ahadi za kujibiwa maombi, zipo ahadi za kutolewa kwenye changamoto, zipo ahadi za kuwa na amani katika mioyo yetu, zipo ahadi. Ipo ahadi iliyokuu zaidi, ambayo nikumbushe hapa kwamba kupita ahadi zote hizi ambazo tumeahidiwa, ipo ahadi ya uzima wa milele, ndiyo ambayo tutaenda tukamalizane nayo katika muktadha na katika tarehe ishirini na tano na kuendelea mwezi wa kumi na mbili tutatazama tu ahadi nzima ya uzima wa milele kwa sasa. Tutaanza na ahadi ambazo Mungu ametuahidi tukiwa hapa duniani. Unajua binadamu ameahidiwa ahadi nyingi sana, shida ni kutambua kwamba mimi na wewe umeahidiwa ahadi ipi na hii ahadi unapaswa uidai kwa, kwa dizaini ipi? Maana kuna watu hawajui kwamba wameahidiwa kuna watu wanajua tu, tu kwamba wameahidiwa na wachumba zao kuolewa na kuoana. Wengine wanajua tu kwamba wameahidiwa na baba zao kwamba wakimaliza baadhi ya mambo fulani watafanikishwa kupewa mishahara, kupewa mitaji, watafanikishwa. Kuna wengine tu wanaelewa kwamba wameahidiwa tu na wanadamu wenzao kwamba katika changamoto watakapokutana changamoto, mtu fulani amewaahidi kwamba nitakuja nikusaidia katika changamoto. Na ndio maana wengine wanaelewa tu kwamba mimi nimeahidiwa na baba yangu mzazi, mimi nimeahidiwa na mtu fulani, na tajiri fulani kwamba siku moja atakuja alitoe katika changamoto hizi. Nikukumbushe mtu wa Mungu, yupo Mungu ambaye ametuahidi, na ahadi za Mungu ni za kweli na hakika. Ahadi za Mungu sio za maigizo ahadi za Mungu sio Mungu anajionyesha kwako, bali Mungu anajitambulisha kwako tu wewe umfahamu kwamba Mungu ni nani kwenye maisha yako. Hivyo basi niukaribishe sana na ninukuu hapa katika siku ya leo katika kitabu cha Prayer, Ellen G. White, anasema kwamba tunaweza kudai ahadi zake kwa ujasiri. Tunaweza kudai ahadi za Mungu kwa ujasiri, sio kwa woga kwamba wewe ni mdhambi, sio kwa woga kwamba umemkosea Mungu unaweza ukadai ahadi za Mungu kwa ujasiri, bila woga wowote ule. Ni kukaribishe, ondoa uoga katika kudai ahadi za Mungu. Ni kukaribishe. Ikiwa wewe ni mgonjwa, unapitia changamoto fulani, unatamani Mungu akusaidie, acha woga, ingia kwa ujasiri, na Mungu atakupatia kila hitaji lako kwa jina la Yesu.